Taswira ya habari tumezungumza na baadhi ya mashuhuda wa ajali hiyo na kueleza ilivyotokea, huku wakishauri namna bora ya kuepuka ajali hizo, huku wakishauri ajali hizo zinaacha makovu si tu kwa familia, kwa jamii, hata taifa kwa ujumla. Tulivyofika pale ndio hivyo, tumefika kweli ajali ilikuwa ni ajali moja mbaya sana. Basi ndio hivyo, tukawa tumelichukulia e nanii pale kumpeleka mwili mwachwali, baadaye tukachukua chombo chake cha usalama cha usafiri kile kipeleka sehemu salama kituoni. Basi ndo bado tukaendelea na jambo la msiba. Kwa tukio kweli la sasa hivi ilivyokuwa, imezoeleka huwa ni bodaboda, huwa ndo wanaonekanaga wasababishaji sana wa ajali, lakini kwa sababu wale watu sisi tulikuwaona toka asubuhi, kwa sababu ilikuwa gari zile ziko gereji, na kwamba walivyokuwa wamepiga rangi, wakawa wanataka wauze jina lao kwamba wamepiga rangi nzuri, tulikuwa tunawaona sana miendo wanaopita nao hapa, kijueni msiba unaotokana na ajali ni msiba wa nchi mzima, taifa linaathirika na sisi wanafamilia tunaathirika, na wala tusimlaumu mtu yoyote, hakuna wabodaboda, hata sisi watembea kwa miguu pia tuna shida, wanawake. Maana alikuwa anasaidia watu upota, labda kama mtu anatoka labda shambani yuko kwa miguu anakupakia anakuleta mjini. Shewele ya Kiteto akizungumza kwenye msiba huo, anasema huko Said Salomu, akiwataka madereva bodaboda kuchukua tahadhari kwa sababu ni huduma kubali wewe kudhalilishwa <tutu> na tahadhari barabarani. Jingine kwenye tahadhari ya barabara kwamba <tutu> tayari tumia <tutu> akili yako uliyokuwa nayo, tusiwe na akili nyingine ya kuongeza akili nyingine ya kuongeza na fikiri, mnajua kuwa e, na akili mbili. Sasa wakati mwingine hizi zinasababisha hata ajali. Taarifa za uhakika wa ajali hiyo ni kwamba mtu mmoja ambaye hakujulikana jina lake mapema, na ambaye alipakiwa kwenye pikipiki hiyo amenusurika kifo, huku waliokuwa ndani ya gari hilo dogo lililokuwa limegongana na pikipiki hiyo wamepona, akiwemo dereva na ambaye hajafahamika jina lake aliyejisalimisha kituo cha polisi wilaya Kiteto, na watoto wawili waliokuwa kwenye gari hilo kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, kimvuli cha jamii.